Uh, si swala mbaya lakini ni vizuri tujue ya kwamba Singapore haikujengwa kwa siku moja, maana tukitaka kufanya kwa haraka sana tutabebesha Wakenya mzigo mzito wa uchumi na tujiwekee madeni mengi ambayo yatasukuma Wakenya. Ni swala nzuri lakini lisipelekwe kwa haraka sana, lisije likageuka likakuwa mzigo kwa inchi, na tunaambia serikali ya kwamba pesa ambazo zinaingia kwa ufisadi kwa hii nchi ni mingi sana na kama zingetumika vizuri na kuchungwa zingefanya hayo maendeleo ambayo serikali inapendekeza as we have always said the church is already regulated and there is no need for further regulation if the government continues with this process we want them to know that they are forcing it on us and we are not accepting it we want to advise the government that there are priorities in this nation the priorities the things that affect kenyans are issues to do with education issues to do with the health sector the economy and all that the church is not a threat to this nation Biblia inasema kwamba mavuno ni mengi na watendakazi ni, wacha, ni wachache kwa hivyo leo tumeteua watendakazi katika shamba la bwana katika shamba la Mungu. We have charged them to go and defend the body of Christ. Waende watetee injili, watetee kanisa, na watetee kile Yesu alianzisha akakifia msalabani na akafufuka. Nimekuwa kwa wala ambao wamekuwa ordained leo na nimefurahi sana kuingia katika hiyo ofisi ya ureverend. Nitafanya kazi ya Bwana, nitasaidia nchi yetu. Tutasimama na wale ambao wako na shida mbalimbali mbali, tutakuwa pamoja na wao.